Ndugu mwenyekiti, kwa majina yangu yote matatu naitwa Enoch John Maguru, ni mgombea udiwani wa kata ya Rugunga hapo. Vipi ndugu zangu? Ndugu mwenyekiti, leo hii mimi nimesimama mahali hapa, ni siku ya pili kusimama kwenye viwanja hivi kwa ajili ya kuomba kura. Nilisimama siku ya uzinduzi, niligombea, niliwaomba wananchi hawa kwamba ninaomba mniamini, mnipe kula nikawe kiongozi tena kwa kipindi cha miaka mingine mitano. Nao walikubali, walinihakikishia kwenye eneo hili kwamba watanipa kula na nitakuwa diwani wao kwa kipindi hicho. Niwaulize wao mbele yako beno bana Rugunga, inariyomba heyomkaniwenano hey, ro mtaniwelile hiiyenaangu na hisi unasikia mgombea ubunge, mimi waliniambia na walinihakikishia kula watanipa, na wewe watakupa, na mgombea urais na yeye watampa, lakini mambo ya kushughulikia ni haya. Lakini jambo lingine walilosema, wanatamani kuwa na soko katika eneo hili, nao pia nililitolea majibu, lakini na wewe pia ni lazima ulibebe kwa nafasi yako kwamba wao eneo wanaweza wakatenga wakatoa, lakini wewe ukienda bungeni, pambana kuhakikisha Rugunga. Na wewe hapa Rugunga ni nyumbani, hata mwenyekiti wa mkutano wetu amekiri akasema wewe hapa ni nyumbani, na mama yako Mwanasabaganga yuko mahali hapa. Kwa hiyo uko mahali hapa, ukienda bungeni usiisahau Rugunga, endelea kuwapambania watu wa Rugunga, utakuwa mbunge wa kudumu kwenye eneo la kwetu tuliwaahidi mambo ambayo tunaenda kutekeleza. Jambo la kwanza kwenye kijiji cha Rugunga tuliahidi endapo mtatuchagua, tutaenda kuhakikisha tunaleta maji ya kina kirefu, maji ya bomba kwenye kijiji chetu cha Rugunga. Nipende kujua wananchi wenzangu wa Rugunga, maji yapo? Maji hayapo? Maji kama yapo, tupigieni makofi. Tulisema ukweli. Rugunga oye! oh lakini ndugu zangu, tuliendelea kuambia kwamba mkituamini Chama Cha Mapinduzi, tunaenda kufanya mabadiliko kwenye shule yetu ya msingi ya Rugunga iliyokuwa imechakaa kwenda kuifanya mpya, ili itokane na hali ya uchakavu kwenda hali ya shule ambazo zina ubora. Niwaulize wananchi, shule ya Rugunga ya shule ya msingi imeboreshwa, ijaboreshwa? Pigeni makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Lakini hatukuishia hapo, bado kwenye shule ya mapinduzi hapa Rugunga tulipeleka huduma, tulipeleka maendeleo. Hatujaishia hapo, kwenye sekondari yetu ya Rugunga tulipeleka zaidi ya vyumba sita vikaota kama uyoga pasipokuwa na mchango wa mwananchi. Piga makofi mengi kwa Chama cha Mapinduzi, CCM oye! Mwaka elfu mbili na ishirini kwenye ilani yetu ilikuwa inasema tutahakikisha chama cha mapinduzi tunapeleka umeme kila kijiji nchini Tanzania. Kazi hiyo chama cha mapinduzi tumeifanya, tumehakikisha umeme kwenye wilaya yetu ya Mbogwe na kata yetu ya Rugunga, hakuna kijiji ambacho leo hakina umeme. Piga makofi kwa chama cha mapinduzi CCM oyee! Ndugu zangu wa Tanzania, hayo yalikuwa ni mafanikio ya 2020 2025. Nataka niseme yaliomo kwenye ilani tuliyo nayo sasa. Jambo la kwanza kwenye upande wa umeme, 2020 2025 ilikuwa ni kuhakikisha tunafikisha umeme kila kijiji. Mpango wa umeme 2025 2030 ni kuhakikisha tunafikisha umeme kila kitongoji tunatambua hapa Rugunga ulishafika, lakini tunajua umeme ulikuwa ujawafikia Watanzania wote. Mpango tulionao elfu mbili na tano elfu mbili na thelathini ni kuhakikisha Rugunga hakuna kitongoji kitakachokuwa kinadai huduma ya umeme. Piga makofi kwa Chama Cha Mapinduzi. Ninatambua wapo watu waliokuwa wanajua umeme uko Rugunga, lakini wao walikuwa wanadai umeme. Ni kweli kwenye ilani yetu ilikuwa imesema ni kuhakikisha tunafikisha umeme makao makuu ya kijiji, lakini ilani tunayoinadi leo ni kuhakikisha tunafikisha umeme kila kitongoji na kule wanakopatikana wa Tanzania lazima wafaidike na huduma ya nishati. CCM oye! Upande wa maji, baada ya kuyaleta maji hajawafikia walengwa wote, mpango wetu 2025, 2030 ni kuhakikisha tunaendelea kuyasambaza maji yafike mitaa yote, yafike vitongoji vyote, ili tumtue mama ndo kichwani, mama apate huduma maji karibu na makazi yake. Piga makofi mengi kwa chama cha mapinduzi Nisiposema jambo ambalo lipo kwenye ilani. Kwenye kata hii mwaka huu tumezamilia kuibadilisha Rugunga. Tunatambua Rugunga tunayo changamoto ya soko la kila siku uongo ukweli, kwenye mpango wa ilani ni kuhakikisha tunapata soko la kila siku kwenye senta yetu ya Rugunga. Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Haya, aliyesimama hapa kwa majina yake anaitwa Fagason Alon Nkingwa Masasi ndiye aliyeaminiwa na chama ja cha mapinduzi kwa ajili ya kupeperusha bendera ya CCM. Ndugu zangu, watu wa Rugunga, nimekuja hapa mbele yenu, ninayo mambo mawili kwa sababu ya muda, jambo la kwanza nimekuja hapa kujitambulisha kwenu, kwa wale ambao tulikuwa hatufahamiani, lakini jambo lingine nimekuja hapa kuwaomba kula zenu za ndiyo tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa kumi, twende kukipigia kula chama cha mapinduzi. Lakini chama hiki cha mapinduzi kina mafiga matatu. Wakina mama mpo, wakina baba mpo, chama hiki kinayo mafiga matatu. Tunaye daktari Samia Suluhu Hassani. Tunaye Fagason Alon Masasi lakini tunaye Enoki Kimagulu. Ndugu zangu watu wa Rugunga, mimi ninawapenda sana, kwa sababu mimi hapa ni nyumbani na mzazi wangu mwaligwaga kalye mbokang'wa na dusiya wa, wa, wa biari wabyalilwaha dusia wa okung'wa malogo henaha wakung'wa chalesi henaha nihanayomba aliho mayoaha ngu chene ngomdelilo mamavumi Huyu ni mama yangu, huyu ni pacha wangu, na mama yangu walizaliwa watoto wa kike wawili, akiwepo mama yangu. Mama yangu Ruthi marehemu, lakini aliyekuwa anamfuata ni huyu. Kwa hiyo mimi ni mtoto wenu. Rugunga, oye! CCM, oye! Daktari Samia, oye! Fagasoni, oye! Magulu, oye! ndugu zangu watu wa Rugunga, nafahamu na natambua, kwa sababu chama changu cha mapinduzi kiliniamini na mimi nawaahidi kwa sababu mimi mnanifahamu, si ndio? Mnafahamu kazi zangu, na mimi niwaahidi yale yote waliyozungumza watangulizi wangu, kazi yangu ni kwenda kuyafanyia kazi. Nafahamu mnayo changamoto ya mabarabara, barabara inayotoka hapa kwenda Mponda ni barabara ambalo ni bovu sana, lakini niwaaminishe na niwa, nataka niwaambie jambo moja, ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya ishirini na tano thelathini imetupendelea sana watu wa Rugunga kwa sababu tunayo miradi kumi na moja itakayokuja kutekelezwa kwenye kata hii ya Rugunga. Naomba mjipigie makofi mengi sana watu wa Rugunga. Fahamu na natambua changamoto kubwa ni mabarabara. Kwenye mabarabara, ondoweni hofu, nazo kilometa mia moja na mbili ambazo zitatoka Nyakafulu kwenda mpaka Ilolangulu kwenda kwenye, kwenye, kwenye makao makuu yetu ya wilaya ambapo ndo tumejenga hospitali ya wilaya, lakini tunaenda mpaka Lulembela. Kilometa mia moja na mbili hizi zitajengwa kwa kiwango cha lami. Tujipigie makofi mengi sana, Chama Cha Mapinduzi.